Hapo hapo Rayvanny uh, wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao walikuwa chini ya WCB okay. Na wakatoka na kutoka kwako kulishangaza wengi kwa sababu wewe pia ulikuwa ni kipenzi cha Diamond Platnumz. Yes. Hivi karibuni ametoka Mbosso ambaye pia yeye yeah, anahesabiwa kama kipenzi cha Diamond, lakini pia hakuna mtu aliyefikiria kama atatoka hivi karibuni. Mm. Uh, pengine kabla ya kutoka, labda alikufuata kwa ajili ya ushauri kwamba najua Biggie, mimi nataka, kwa sababu wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kumsaidia kuingia WCB. Alikufuata wakati anataka kutoka? Of Of course yes. Of course yes. Aliniuliza na tuliongea tukashauriana. Na nashukuru nanashukuru uh, uongozi pia wa WCB wameweza kumwachia bila bila kum, bila complications zozote. Na of course ameachiwa uhuru kuendelea kufanya kazi zake. Na ukizungumzia Mbosso ni msanii ambaye anapendwa na watu wengi sana. Watu wanapenda sana uwezo wake. Na ni msanii ambaye amekuwa anaonyesha uwezo muda mrefu toka ametoka. Uh, mimi nitazungumzia tu kutoka kwenye lebo au msanii kuondoka kwenye lebo. Msanii kuondoka kwenye lebo ni kwamba anakuwa anataka comfort zone ya kuweza kufanya vitu vyake ambavyo anaamini yeye viko sawa, lakini hilo ndo linakuwaga main. Lakini kitu kingine, kitu kingine ni ukubwa. Ukubwa wa ukubwa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa msanii kwamba nataka Nikuwe sasa, nitoke nyumbani. Uwezi ukawa wewe miaka yote uko nyumbani tu, uko nyumbani tu, uwezi mm -hmm. Unabidi utoke ukue, kesho sikie Mbosso naye ana Kani FC au ana lebo yake ambayo inasaidia watu wengine yeah. Kwa hiyo that's the thing kwamba ina time itafika ambapo mtu anataka kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ili awe kuku, ilibidi atoke kwenye hai yeah. Ni, na, kitu kikubwa ambacho wewe ulimwambia wakati anataka anakuambia anataka kutoka, kitu kikubwa ambacho ulimsisitiza ni zi, ni kitu nilimwambia nilimwambia wale wale wanaokusifia ndo wale, wale watakao kuponda. Bahati Batibuku walisema unapoianza safari wanakutia moyo, unapoonyesha mafanikio vinaibuka vikwazo ko kwa, unapoona kwamba unatukanwa sana, watu wanakucriticize sana, watu wanakuongelea vitu vibaya sana, you have to know kwamba wewe ni mtu wenye matunda na umekuwa unatakiwa uweke nguvu, endelee ku move forward kwa sababu watu wengi especially kwenye nchi zetu ambazo tunatoka wanapenda kusupport mtu akue, kwamba huyu ndo anaanza, anakuwa na, ukikuwa hataki ukue sana, kwamba anajiona nani ana vimba yeye nani, hamna kitu bana, wewe ushaisha wewe. Kwa sababu mwanzo watu wanaweza kukuwekea heshima kwamba yeye mwenyewe anasaidiwa bana, lakini kifika time watu wana move mwenyewe so watu wote wata ambao watapenda. Kwa hiyo wanaweza kaibuka watu watu from nowhere they start hating unaelewa, sijui kwa, you have to be ready na maneno na watu kusema kapotea, hayupo, kashuka. you have to be ready kwa sababu wanaokusifia wale wale watakuponda kesho, lakini unatakiwa ujue kamba kuna watu ambao pia bado wanakupenda na watu ambao bado wanakusupport pia. Si na moja la mwisho, akusikia tekeako ni hii, anaongea na Master J katikati, kapiga story akisema kwamba wasanii wote wa bongo flava ni wabanafua. Anasema si vibaya, akisema ndio, wasanii wote wa bongo flava ni wabanafua. Wewe ni msanii mkali sana, ni msanii wa bongo flava vile vile, aniskie kama msanii unaechukuaji kwanza Master Jay, mimi namheshimu sana na ni rafiki yangu sana lakini, sasa anasema vote hivyo ongea, alikuwa amelewa. Ndio. <laughs> niko najiuliza, najibu pointi za mtu alolewa au <laughs> <laughs> <laughs> no, <laughs> ni kitu gani? kwa sababu yeye mwenyewe alikwambia alilewa, lakini honestly kwamba ukilewa ndo unaongeaga kweli. No, nataka kumaliza. Nataka natamaliza kuongea. Nisikizeni, nataka kumwambia kitu kimoja. <laughs> Wewe sio mtangazaji. ni kweli sio kweli? Kwa nini si atubani pua tuzungumze. <laughs> <laughs> Uh, kuhusu harusi Faima amekuwa akikuomba aki sana yani, akitamani aki ndoa, akitamani aki ndoa, hajatamani ndoa. hajatamani ndoa. ni hivyo kuwa na Faima tu, ukipata time utamuuliza. Mwaka wa kwanza tu nimeanza naye nilikuwa na moto sana hata sijatoka, hata kwetu haijatoka hivyo. Nishaanza ku organize vitu. Mimi bado mdogo nikaambia vipi bana, nioe bana, tulia bana, <tellan> hapana, bana. Mimi <tellan> ngoja kwanza subiri miasaa subiri time. Nafikiri time hii sasa mwenyewe I'm ready. Lakini mwenyewe iko excited pia ujio mwanamke kuolewa pia ni <tellan> ni baraka. Afu pia Afu pia ujue marafiki ma pia nao unajua, unapoona watu wako wengi wa pembeni marafiki mm. zake wengi ujue Bwana akuoe akuoe unajua zile mm -hmm. ila mimi sioi kwa sababu eti un, okay. unaniambia yeah. nioe nao kwa yeah. sababu mimi nataka. Of course Faima ni mwanamke ambaye ni mvumilivu mm -hmm. ni mwanamke ambaye anaweza kukuwekea heshima mm -hmm. hata akiwa na hasira. So mwanamke ambaye anaweza aka react ikakudisappoint. Kwa hiyo ukimpoteza mtu wa namna hiyo of course, naye unajua, unapomfanyia mwanamke vitimbwi anapata cabinets na washauri ambao anakutana na vishawishi pia vingi, kwa hiyo disappointment zinakuwa ni nyingi katika mambo kama hayo. Lakini mimi nitaongea tu kitu kimoja kwamba mtu ambaye anaweza akaonywa side akakuwekea heshima akahakikisha uchafuki kwenye public mheshimu, so watu wote wanaweza hiyo. Kwa hiyo Mungu akijalia Niloyasema yatatimia yes, niloyasema yatatimia inshallah. So, ni ya uku, na nandi lini yule ni familia zinakuja. Tuna mawe mengi, tutaachia soon msanii mwingine mpya mwaka huu mwingine. Wadanganya dunia wako nayo mkononi, wanajua wasanii wapi, wanajua wasanii walotoka nje, wanajua wasanii wa nje wanafanyaje. So wanafanya comparison ya wanachokiona huku na wanachokiona kwenu. Sidhani kama wanambuli au wanatukana lakini wanataka kuona kitu bora zaidi. Kinaweza kuwa kitu bora, mm -hmm. Lakini watu wanataka kitu bora zaidi. Na wanaotaka kitu bora zaidi sio Rayvanny au sio mtu mwingine, ni mashabiki. Mm -hmm. Uh, mashabiki au watu wanapokuambia this is not good, this is bad, fanya hiki. Mm -hmm. Unaweza ukamind au ukasema kitu au kuelewa wa, lakini you have to take it na uifanyie kazi. Mm -hmm. Ila mimi nitaongea generally kwamba ili show iwe nzuri inataka vitu vingi kwa pamoja, inataka msanii cha kwanza inataka watu wa bend cha pili, mm -hmm. Kwa sababu niliona hata venyewe walitaka kuifanya wao, ambao walifanya wao, kama ukujua, haikuwa ile live tu ambayo iko kawaida, ni live ambayo pia ina auto tune ambao wanafanya wazungu. Sasa live yenye auto tune, manake inatakiwa uimbe kwenye key, ikiwa kama umejaimba kwenye key kwa una na kuna changamoto, lakini ukiacha hiyo pia kuna live inayorushwa live inayorushwa ina pia inatakiwa itoe sound nzuri yani the way wameweka mic na kila kitu, unakuta mtu aliyokuwa kwenye show anaweza akawa ali enjoy show kuliko ambaye alikuwa anaangalia kwenye kwenye live kwao. Tuangalie vitu vingi kabla tujaenda kusema msanii kakosea au kapatia. Watu wetu wa live waliv wawe sawa, uh, watu wa band wawe sawa, watu wanao balance zile sauti kuzitoa ziwe sawa, ili lawama isiwe kwa mtu mmoja. Unaweza kaimba vizuri lakini mtu asisikie sauti. Unanielewa sijui? Anelewasi hey, Una, kwa sababu ya watu wanaorusha live. Au kuna muda mwingine unakuta we msanii unaimba vizuri, mziki uko chini, vitu viko juu, so it's about kubalance vitu na vitu vote vyote vyote hmm, viende kwa pamoja, hata waamisha picha. Unajua, unaweza ukaa kwenye live inatoka engo hii inakuja engo hii inatoka engo hii inakuja engo hii, kuna engo. Hata kama mtu anafanya kitu kizuri, ukiona it's boring hmm. kwa hiyo ni, ni, ni swala la, la, la kiujumla, tusistiki na msanii tu hmm. waandaaji Uh, watu wanaorusha live mm, uh, watu wanaofanya band wote tuwe uniform, tutoe kitu kizuri tuangalie sana kwa wenzetu, tufanye kitu kizuri. Na kitu kingine ni, ni, ni kuangalia, kuangalia best, usi, usi, usi, usi, usi, unapofanya labda tuzo au unapofanya show usiangalie eti mimi nampenda nani au mimi namtaka nani, angalia kwamba nani anaweza akafanya nini. Umenielewa? sijui That's the thing pia cha kuangalia kwamba wewe umempeleka. I'm not sure kama Mario alifanya rehearsal, ninavyosikia kama walikwenda kwenye kwenye rehearsal, kulikuwa kuna muda ule enda, wakaenda, wakaenda tena wakarudi tena wakarudi, hata wakati wamefanya rehearsal unakuta mtu hajapata muda mzuri wa kufanya rehearsal, mzuri wa kufanya rehearsal hata hajapata muda mzuri wa kushikana, kwa sababu wasanii walikuwa wamepewa muda mdogo mdogo sana. Kwa kama umepewa nyimbo mbili, unakuta hata muda wako wa kwenda kufanya akuenda kufanya rehearsal uweze kustick na watu pia unakuwa ni mdogo kwa sababu performance ilikuwa na watu wengi sana, kila mtu alikuwa anaperform, ukiangalia karibia watu almost 20, kila mtu live, kila mtu anaperform. Sasa pale unabidi uchague watu ambao bana hao watu wataperform, ambao wapate muda mzuri wa kuorganize na watu wa sound, watu wa live, watu kila. Nafikiri changamoto ilikuwa hapo, kwamba performance zilikuwa wa ni nyingi, na kila msanii ana set yake, atavyoimba harmonizer na kizake atavyoimba bn na kiyake atavyoimba Mario na kiyake